Amen, amen. Amen. maliazema hivyo Yakobo kawapie watu wa nyumbani mwake pamoja na watu waliokuwa naye, iyondowei nyungu ya higeni ile iliyoko katikati yenu, itakaseni na kubadilisha guo zenu. Ukibadilisha okay, ukiwa okay, mtakatifu okay, okay, okay, zako zitabadilika, haleluya. Mwonekano wako kisanazn kisha. Anasema, kisha njole tuende bepeli mahali nitakapojengea mahali nitakapomjengea Mungu madhabahu, alimjibu katika siku ya shida yangu, ambaye amekuwa pamoja nami popote nilipokwenda. Kwa hiyo wakampa Yakobo miungu ya yote ya kigeni. Wakampa miungu yote ya nini, ya ya nini? Wakampa sikiliza. amen. Amen amen amen, Chosen Wakampa miungu yote ya kigeni, hawakubakiza hata kidogo. Mwingine anasema nimeokoka hivi, lakini na anaacha kitu fulani uh -uh. Yote sema yote. Ndiyo, ndio ya kigeni waliokuwa nayo pamoja na pete uzi, pamoja na pete, pete. pete. zilizokuwa masikioni mwao Yakobo akavichu, akavizika chini ya mti wa maloni huko Shem. Haleluya. Kisha wakaondoka na hofu ya Mungu ikawapata miji yote iliyowazunguka, kwa hiyo hakuna aliyowafuatia wana wa Yakobo kwa sababu ya nini? Walijitaka hau kwenda na miungu migeni, hau kujichanganya na miungu migeni Hallelujah. Pete ni miungu migeni, eleni ni miungu migeni. Baada ya kuokoka, miungu hiyo migeni lazima tuitupie mbali, ili tutaka Bwana atembee pamoja na sisi. Mapete haya yanaita ya ndoa Tuangalie Biblia kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, kuna mahali ambapo mitume walifungisha ndoa walitaja pete ya ndoa? Mungu alipokuwa anafungisha damu na hao walikuwa na pete ya ndoa? Unasema hapana, unasikilizia wewe, mtu gani? Vipi huyu?